Wakamwambia Adam, leo ni siku yako ya kufa, leo ni siku yako ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Adam alayhi salam, lazima unojua, mala mtume, hakuna mtume ambaye anaweza tolo roho, bila ya kuulizwa, bila ya kupatikana idhini yake, hakuna mtume anaweza tolo roho. Adam alayhi salam akaulizwa, leo ni siku yako ya kutolo roho ya Adam alayhi salam. Adam alijibu nini? Adam alisema si niko na miaka ngine arbaini ya kuendelea. Kwa sababu sasa hiyo alikuwa ameishi miaka 960. Na Mwenyezi Mungu mbeleni alikuwa amemahidi Adam alayhi salam ataishi miaka elfu moja katika duniani. Allahu Akbar. Adam alayhi salam akauliza, "Je, si bado nimebakiwa na miaka arbaini?" Mtume malaika akamjibu nini? Akisema, "Adam,

anaambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale ambaye tulewaleta binadamu kutoka mgongoni mwa kizazi chao ambaye ni Adam alaihi salam, Mwenyezi Mungu